Salatalihua wanafanya nini wakiwa mazoezini? Sasa tutaingia tuta tutaangalia kitu wanachokifanya na then tutaona ni namna gani tunaweza kuwasapoti. Nimependwa tena. Na enjoy.

A, hey Pro. Leo nipo na Sarasara Talents, nipo mtaani kwao hapa. Jamani, mambo vipi? Leo nimebahatika kukutana na kiongozi wao hapa, atajitambulisha ni nani na imekuwaje mpaka akaweza kumanage watu wote hao, na pia watajitambulisha au vipi? Asante okay sana. Karibu, Mboka. Kwa majina naitwa Samuel Mboka, ni kiongozi wa group grupu linaoitwa Salasala Talents. Pia naomba madansa wangu pia waweze kujitambulisha kwa majina yao ili watu waweze kuwafahamu pia Chika. Kwa majina ningependa kujitambulisha, naitwa Hussein Yusuf kutokea kundi la Salasala Talent. Kwa majina naitwa Colin Ribosco kutokea kundi la Salasala Talent. <laughs> Kwa majina naitwa Atanas Charles natokea sasa talent. Kwa majina naitwa Ernest Pafla ni dansa wa sasa talent. Kwa majina naitwa Juma Muhammad ni mojawapo ya kiongozi wa sasa talent. Kwa majina,

Bwana kama ulivyosikia kwa majina yao hawa ndio madansa pamoja na viongozi wa Sarasala Talents. Leo nimekuja mtani kwao kujua mambo mawili matatu kutokana na trends ambazo zimetokea hapa katikati. Uh, nimetaka kufahamu tu kuhusu challenge ambazo wanapitia na pia nini kimewafanya mpaka wamekuwa Sarasala Talents. Bwana mbona kama mambo vipi? Safi safi. Bwana hii idea ya kuanzisha kundi la Sarasala Talents ali, imetoka kwa nani na imekuchua ime, ime, ime changamoto gani mpaka umefanikiwa kuianzisha? Ah, sasa hii idea sasa talent ilianza baada ya mimi kuona kwamba kuna vijana wengi sana mtaani ambao wapo na pia wana, hawana shughuli ya kufanya, so nchi wamwamini kwamba kuwakusanya kwa pamoja na kuwauliza ni kitu gani napenda kufanya. Wengi wakasema sisi na talent hii na hii na hii, walikuwepo wengi, waigizaji walikuwa wengi wa, wa, wa maigizo na, na, na, na kudansi so nikasema dancing ni rahisi ni la, ni kunaniu kusimamia na ikakuwa, so nikaorganize then nikawapa namna gani ya kufanya hivi hivi na hivi, na hivi, hivo, wakafanya hadi sasa kufika hapo hapo. Uh, hiyo umenielezea kiufupi ki sana, lakini nilikuwa nataka nijue kiundani zaidi kwa sababu kuwakusanya watu mmoja mmoja mpaka sasa hivi ukawa nao ni zaidi ya watu ishirini, si ndivyo? yes, yes. Ah, uh, so jambo dogo, kwa sababu kusema umemkusanya huko, umekusanya mwisho wa siku amekaa wa chini, wanaelewana na wanakusikiliza, hicho sio kitu kidogo. Ilikuwaje katika kupambania kufika labda nyumbani kwao na na, na na na, na, watu wakakuelewa kwamba wanataka kufanya kitu gani? Ah, uh, mwanzo mwanzo ni kabisa, nilianza na dancers ambao ni wachache sana, ambao pia hawana uzoefu kabisa kwenye dancing. So kupitia hao na kuwapa script namna gani ya kufanya kudansi, marafiki zao hivyo kuwa wanaona Wazao wanavyofanya nao walikuwa wanatamani pia kujoin kwenye kundi. So hivyo kidogo kidogo pia wanazidi kuongezeka hivyo kupia ni kupitia wenzao na wazao pia wanapenda zeni wanafanya. Na pia kuhusu wazazi wao dancers wengi hapa wamekuja wao kama wazazi wao hawafahamu kama yani baadhi hawafahamu kama watu wao na talent na wanafanya ila baadhi wazazi wao pia wanafahamu. Na dancers wachache sana ndio ambao wana wafesi naambia kwamba mtoto wako ana kipaji hiki anafanya hiki na hiki na pia ana support So asilimia mm. chache sana ndo wazazi wao wana appreciate na wanajua kama wanao na dansi hapa. Ukienda uh, uki kwenye swala la wazazi uh, ukiachana na maswala ya wazazi mm. ukirudi katika maisha halisi tunaona wengi hawa kama wako shule, yes, yes. Uh, wana, una, unaweza vipi kuwapangia kwa, kwa, kwa, kwa management yao ya, ya kusoma na, ya, na muda wa kufanya mazoezi kwa ajili ya kuendeleza kipaji chao? Uh, sawa sasa kwa hiyo ni lazima pia wasome na lazima pia vipaji vyao pia vikue. So, ngefanya mimi ili waweze kuzingatia masomo, nimewapa katika wiki nzima, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa wanatumia siku tatu tu kwenye mazoezi, na kwenye hizo siku tatu zenyewe sio kwamba ni kutwa nzima, ni kwamba wanatumia masaa matatu tu kuanzia saa saa tisa mpaka saa kumi na mbili. Kwa hiyo ni kama saa nne matatu, kwa kwa muda huo wanakuwa wana uwezo pia wa kufanya mazoezi. Na, na, na uwezo pia kupata muda wa kuweza kujisomea pia kwa sababu, kuna baadhi ambao wana, wanasoma kuna baadhi pia ambao hawasomi. Wale ambao hawasomi wanawai saa tisa yani kama saa tisa kamili ni saa tisa wanawai, ila ambao wanasoma wanaweza kaja hata saa kumi na moja hivi saa kumi hivyo, ila weekend nao hapa muda mkubwa sana kuanzia saa nane hivyo, ukipata time unakuja, so una time kubwa sana kujisomea pia. Na pia kwenye kundi langu kama mtu akiwa Anazingua kwa sababu naweza nikapata kesi pia. Hivyo tu. Naeza vipi hawa watu, hawa watu ambao wapo katika kundi lako mm, baadhi yao ambao wazazi wao hawajui kwamba wana, wanafanya hichi kitu na, na, na unatamani una, una, una, una ufanye nini ili wafahamu, kwa sababu unavosema kuna baadhi ya wazazi hawajui kama watoto wao wanafanya hichi kitu na baadaye wakaja wakawaona sehemu nyingine, kwa sababu tunajua dance inaenda viral sasa hivi sasa mzazi akija kumuona mwanae kwenye TV naye hakupendezewa kufanya hivyo itakuwaje? Ila kwa hapo mimi kwamba nachokifanya mimi, kwa sababu awa watoto ndo wao wanapenda, si mipata wao, ndo wanapenda. So mimi nachowamiza so, watoto kwamba watrai kukaa chini na wazazi wao, yaani, kwa mama mimi siwezi kumfosi, labda nifanye nifuate mzazi wake usiniambia mwanao anataka dance. Inakuwa mzazi wezi kuelewa ni kwamba mtoto nawambia hivi ili mzazi, mzazi wez kuuubaliekudani muonyeshe vitu baadhi kama weka, weka tabia mtoto, so mtoto, mtoto ni msikizmaa ningi kama ikitokea chochote sasa namna gani au kuwasolve kwamba kama mzazi labda kamind anakuambia, naweza kuongea naye tu ile kiutu uzima yakaisha, ila mara nyingi watoto ao wa ndo wanapenda kufanya iki kitu um, ili kundi la Salasala Talent lina wavulana wangapi na wasichana wangapi, kwa idadi ya moja kwa moja kwamba wastani, maana kuna watoto wanakuja na kuondoka mm. ila kwa wasichana wapo, wapo watatu mm. Wapo wyapo meli unalisa na mmoja mmoja mmoja jaji hapa, wapo watatu boys, wapo kwenye 14 15 hivyo. Unawezaje ku manage kwenye discipline? Kwa maana discipline ndio kitu cha cha cha cha mm, ndio kitu kikubwa sana katika talent yoyote au ta, au au katika kipawa cha mtu yoyote. Wewe unawezaje kuwa manage katika swala la discipline kama kiongozi wao? Uh, kwenye discipline, cha kwanza kabisa kwamba maki hapa mtaani pia na brothers ambao wapo mezidi umri na pia wana maarifa makubwa sana kuzidi mimi mm. So nawatumia wale kwa shepu aa watoto kwamba nikimwambia, ukiwa kiongozi, kuna kiongozi mmoja huyo hapo ndo anazingatia sana kuhusu watoto pale maki, mimi peke yangu siwezi. Hicho cha kwanza. Cha pili kwamba kwenye discipline, hawa watoto wapo wengi, hata si pia peke yetu, si pia hatuwezi ku manage, so wana select watoto ambao wako vizuri kitabia na kila kitu, ili waje kuungana hapa, wale watoto ambao wote wenye tabia mbovu kuselekti mtoto ambaye mwenye tabia nzuri na pia kutumia brothers waweze kuwaendo kunisaidia hivyo tu, kwa sababu, kwa sababu kuna watoto wengine ambao wapo wanatoka onato, nyumbani ila wazazi wao wafamu na kwa hapa vitisho ili waweze kuachea tabia zao. Ni hivyo tu. Nani yuko nyuma uh, ya mboka nyuma ya mboka uh, nbo kuna viongozi hakuna mtu baba yote, wa kwanza wanasimama emboka, afu ndo kuna viongozi wengine ambao unashirikiana nao katika kuendesha hii group ya Saturday Talent, si ndio? Tukirudi siku kadhaa nyuma, tumeona baadhi ya vijana wako wameonekana katika video ya Diamond Platinumz ya nani ndivyo ya yes, yes. Yeah. Uh, ile imewapa marriage kiasi gani? Uh, cha kwanza kabisa imewasaidia kupata uzoefu, uzoefu mkubwa sana wa wa, wa shoot video za za msanii wake. Ndio video ya kwanza kabisa ngia waanze mm. uzoefu. Cha pili pia wamepata pia umaarufu pia hata mashuleni pia wanafahamika hivyo. Cha tatu pia imesaidia kundi baadhi ya wazazi kuanza kuwaruhusu watoto wao kuja ufemazo maake. Kuna baadhi ya, ya, ya, wazazi walikuwa mtoto anatoka nyumbani saa kumi anakuja hapa, ila awali anafanya kitu gani? Sio nipata so hivyo, so, imewasaidia kwa mambo hayo matatu tu ninavyoona mimi. Uh, wakati mnaenda kushuti hiyo ngoma ya Diamond Platinum, mm. uh, ni changamoto gani mlikuwa mnapitia? Kwa sababu vijana ni wengi na inahitaji usafiri na nini, changamoto gani ambayo mlipitia hapo au Diamond Platinum yeye, au uongozi wake, uliwezaje uri, kuwasaidia ili mfike katika eneo, eneo husika. uh, ile, ile, hii, hii project ya nyimbo ya Diamond ilikuwa iko chini ya kundi moja linaloitwa Tegera Kids. mm. So, Tegera Kids baada ya kuambiwa na director wa ile nyimbo, ya nane ilikuwa inahitaji dancers 100. Tegera Kids alikuwa na dancers ambao wafiki 100. So kiongozi wake akanipigia mimi simu, akaniambia naona una vijana na huko naomba waje huko, kuna project moja akiwa waifanye Mm-hmm. So baada ya hiyo wa watoto nikawapeleka pale wakafanya mazoezi pamoja na wenzao, wakaona kwamba wako kwa vizuri kwa kushuti video. Haya uh, sasa, sasa hivi ametokea msanii Mboka amekuja anasema anataka nani sala sala talents yes. kufanya, nao, kufanya, nao, kufanya nao video yes. Budget zenu zipoje? Uh, kwenye budget yapo tuta, tutangali, cha kwanza tutaangalia pia status ya msanii pia cha kwanza maanake kuna msanii chipkizi wa katikati na wakubwa. Mm, sio nipata. Na pia tutaangalia pia hiyo nyimbo inahitaji ina kwenye sehemu gani na sehemu gani. Tukishajua, tukifahamu hizo vitu tunaweza tukanegotiate, tukajua kwamba unahitaji kiasi fulani hivi na hivi kwa sababu ya maandalizi. Maana yake msanii anaweza akahitaji, kuna msanii mwingine anasema tunataka tuje kushuti mlipo nyinyi, kwa hiyo hapo cost ya usafiri na kwa ipo. Ila kuna msanii anakuambia anahitaji location fulani kwa hiyo lazima ukasika cost za usafiri, chakula, hivyo. So siwezi kusema kwamba anahitaji kiasi fulani, sisi tutaangalia na msanii anahitaji kitu gani na level yake na status yake pia. Okay. Uh, ni changamoto gani ambazo mnapitia kwa sasa hivi kama kama kama Sarasala Talents? Ah, uh, changamoto ziko nyingi sana. Changamoto ziko nyingi sana. Ya kwanza kabisa sisi kama sisi tumeanza kwamba kwamba hawa watoto wote wanavyoona wote wananiangalia mimi yani, kuanzia kuanzia wakija mazoezini hadi wanavyoondoka. So masuala masuala ya financial in short, hatuko, hatuko vizuri. Changamoto nyingine ni kwamba watoto wengi hawa wazazi wao bado wasapoti kwenye, kwenye sanaa zao, kwamba mzazi ana, ana, anamusu tu mwanae nenda mazoezini, ila hajachuti mtoto anafikaje, akija hapa anafanya nini. Hivyo jambo lingine kwamba sisi hatuna vitu vingi sana. Kifaa cha kushutia zuri pia ni changamoto, sio hivyo. Vitu vingi sana hatuna, kama vitu vya face id hatuna. Hivyo na hatuna ule mfuko wa sisi kujieleza sisi kama mm. Sisi kwa sababu wengi hapa ni wanafunzi, huwezi kumwambia mtoto akwambie nitoe shilingi elfu tano atapata wapi? So ni kwa, unahitaji sapoti kubwa sana, labda atokea labda mtu kidogo aweze kutushika mkono, ndio itakuwa ni vizuri sana kusolve changamoto zetu. Je, wewe ulishawahi kuzungumza na baadhi ya, ya wazazi ambao wamekubaliana na watoto wao kuja kufanya hii shughuli na namna ya kukubeba? Ah, kusema kweli, yani kibongo bongo kumfuata mzazi kumwambia kwa kwamba mwanao ni dancer na aweze kusapoti ni ngumu, kwa sababu wazazi wengi wanabesi kwamba ndio kwanza, ndio kwanza ni elimu cha kwanza kabisa. So ukienda kumfuata mwambie kuhusu kudansi, anahisi kama mwanae uta utamchanganya so support yako pae ni kwamba kumhusu tu mwanae, nenda tu mazoezini, basi ndio support ambayo anakupai kama yeye, ila naamini kama ukiendelea hivi huko na nini kupambana, tukawa fresh wazee tu wataamka, naweza kutusupport ni hivyo tu. Je, unatoa kitu gani kwa Watanzania katika kuja ku ku kutatua changamoto changamoto zenu hapa katika kama group la Salasala Talents? Ah, uh, kusema kweli sisi kwenye waweze kutusaidia sisi kwenye changamoto zetu ni kwamba sisi wawekeze tu kwenye kiuchumi, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa sana, changamoto yetu yote, yani mm. kuhusu usafiri, tutaenda kwenye uchumi, vinywaji, maji, mfano wa wa mfano wamechoka maji, kwenye uchumi mm. usafiri, yani mule mule tu, kwa sababu hivyo ni kama wao kusapoti sisi watusapoti wa kwenye upande wa, wa uchumi sana sana hivyo tu. Sawa sawa. Ah, nani mmoja anaweza tukaongea naye tukapiga naye story kuhusu yeye mpaka kufikia hapa. Unaweza <laughs> yeah, ukatuelezea ulipata changamoto gani mpaka ku, mpaka leo kuwa ni moja kati ya memba wa taratara talent? Ah, nimeweza kupata changamoto, nimeweza kukabiliana na changamoto nyingi mpaka nimeweza kufikia hapa. Maana hadi nimeweza kufikia hapa sio kwa uwezo wangu mimi. Kwa hiyo kabla kufikia hapa niliweza kwanza maana blaza zangu hapa aliweza kuniona kwamba mimi nina kipaji na bila mimi mwenyewe nisingeweza. Kwa hiyo akasema mdogo wangu naomba nikushike mkono ili tuweze tufanye kitu. Nikamwambia sawa blaza na blaza kanipa chance kanionesha kitu na baada ya yote Haja sev nipo hapa sawa. So, bint, naomba tuelezee naee pia kidogo changamoto, mpaka leo umefikia kuwa mmoja kati ya memba Salasala Talent. Yani mimi kama mimi, changamoto kubwa ambayo naipitia mm, sema wazazi wangu wanatu support. Nipo mimi na mdogo wangu hapa Monica, mm, yani unaanza kuambia kitu mama, labda unakuja kwenye mazoezi anakuambia tu uende, lakini akufuatilii unafanya nini kwenye mazoezi. Hivyo unatamani wafanye nini wazazi? Kwenye, kwa okay. Uh, wana, kama mvyowasikia baadhi ya vijana wamesema hivyo na kiongozi wao. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kusapoti na kuja mpaka sehemu ya mazoezi ya sarasara talent, anaweza anakaribishwa, kufika kuona na kusapoti kwa namna vile ambavyo anaweza. Mi nahisi sina cha ziada labda ni, ni, ni, ni waage tu ndugu zangu mpaka siku nyingine itakapopata wasa na wakuja tena kuwatembelea nijue tumefikia wapi. Bwana, mimi nashukuru sana kwa timu yenu, mpaka siku nyingine jamani. Asante sana.